Kariakoo ni sehemu yetu ya biashara, tunayoweza kuita ni sehemu ya biashara ya kimataifa. Hivi sasa Kariakoo inahudumia zaidi ya nchi tano za Kiafrika, ikiwa na sisi wenyewe wa ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muda mrefu uh, tulikuwa na tatizo bandarini, lakini hapa karibuni kwa takriban wiki mbili tatu mwezi tatizo la, la, la, la upatikanaji wa mizigo kwa ajili ya soko letu hili la Kariakoo, kwa maana eneo la Kariakoo limepata matatizo kutokana na agizo lile la kwako Mheshimiwa Waziri la TBS. Naomba nikueleze Mheshimiwa Waziri kwamba jambo hili sio baya, lakini nataka ili jambo la TBS uweze kuliweka vizuri na elimu kwa wafanyabiashara wale iende sawa sawa. Mheshimiwa Waziri, wa wafanyabiashara wa Kariakoo, wengine ni wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanakusanya mitaji yao, wanaunganisha katika kontena moja. Mmoja tu anapokosa kukutana na SGS wakala wetu, shida kubwa inatokea pale bandarini. Nataka nikwambie storage ya wafanyabiashara wale wa Kariakoo hivi sasa imekuwa kubwa sana na mitaji yao inakatika na kuomba sana jambo hili uliingilie uone ni namna gani ya kuweza kuwasaidia ili waweze kuendesha maisha yao na hatimaye biashara iendelee kuweza kupropel katika eneo letu hili la biashara la Kariakoo. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie BRT, nimeiona katika mpango wa maendeleo wa mwaka huu wa 2017/2018. Naomba nisisitize ahadi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuja Mkuranga alisema kwamba BRT itakwenda mpaka Mkuranga, itavuka pale Eneo ya Mbagala. Mheshimiwa, Mheshimiwa mwenyekiti, naomba iende kwa sababu tunalo eneo zuri ambalo ni la serikali linaweza likatusaidia kwa kazi hii. Mheshimiwa mwenyekiti, jana yuko msemaji mmoja hapa alisema hakuna viwanda vipya. Naomba nikuombe Mheshimiwa waziri wachukue baadhi ya wabunge walete kule Mkuranga wakione kiwanda cha Goodwill Ceramics kipya bilioni zaidi ya mia mbili zimewekwa pale e, na, na, na tunategemea zaidi ya wafanyakazi elfu moja na mia tano watu wa Mtwara watu wa Lindi wanajua kiwanda kile cha kilomita moja kinachojengwa pale Mkuranga. Naomba jitihada hizo zifanyike zaidi, lakini naomba pia ulitangaze eneo la Mkiu kuwa ni eneo rasmi la, la viwanda. Tunazo ekari nyingi pale, hazihitaji compensation walete na naomba uwabadilishe mindset wa bunge hawa, mambo ya kuanza kiwanda kikubwa sana kama kile cha Mkiu Mkuranga waachane nayo. Viwanda vidogo vidogo vya dola elfu tano, dola elfu kumi, ardhi tunayo pale, waje wawekeze katika kubangua korosho. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie na maneno yafuatayo ya ahadi ya Mheshimiwa Rais kwamba wakati anachukua nchi hii mwezi Novemba, aliahidi kupambana na rushwa, aliahidi kufanya kazi kubwa ya kuzuia matumizi yasiyokuwa mazuri ya pesa za umma, aliahidi kushughulika na watu wasiokwepa kodi. Mheshimiwa Rais alipokuja Mkuranga, alieleza wazi, hana tatizo na wafanyabiashara akitumia uwanja ule wa Bakresa. Watu leo humu ndani wanazungumza kwamba serikali hii haina urafiki na wafanyabiashara. Mheshimiwa Rais aliwaeleza wazi, mfanyabiashara anayelipa kodi huyu atakuwa ni rafiki yake, lakini mfanyabiashara asiyelipa kodi hana urafiki naye. Mheshimiwa, tena nataka niwaambieni, IMF ametoa ripoti Jumatatu, timu ile inayoongozwa na mtaalamu mmoja anaitwa Maurisio Virufete, huyu bwana ameeleza wazi ameeleza namna na, na, na nzuri ambayo tunakwenda nayo, lakini wametushauri wame pia juu ya kujaribu ku, kurahisisha kidogo juu ya mzunguko wetu wa fedha na mengineo, lakini wametupongeza na wamefika hatua nzuri ya kuambia Watanzania kwamba hata madeni ya nje na mengineo sasa tuko vizuri. Mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nimalizie na maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu kitakatifu cha Korani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema katika Qurani tukufu kama ifuatavyo: na wale wanaojitahidi kwa ajili yetu tutawaongoza njia zetu. Nasema fanyeni kazi basi, ataona Mwenyezi Mungu vitendo vyenu na Mtume wake na waumini wataviona vitendo vyenu. Enyi wanangu, wala msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Hawakati tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu isipokuwa watu waliokosa imani. Mheshimiwa Mwenyekiti, wale watu waliokosa imani wote wamepotea. Leo mkubwa mmoja amekuja huku ndani anahangaika, anaweweseka, anazungumzia milioni kumi. Kama anazitaka zile milioni kumi, aje timu kubwa huku CCM. Askata tamaa, wamebanwa time, time, hawana wamebanwa, hawana mwenye time, time, time, time, pa kupumulia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana, naunga mkono hoja.